Khairiyya Online TV, kisima cha maarifa na burudani. Assalamu As alaikum shekhe, Allah akuhifadhi, tumesikia matangazo yenu juu ya kongamano linalotarajiwa kufanyika Mwanza, mwezi Juni, tulichostaajabu ni kuona baadhi ya wa washiriki na madai wa kongamano hilo ni Sheikh Nurdin Kishki na TV yake Tuliasikia miaka ya nyuma juu ya kumkata shekhe huyu na kutoshirikiana naye kutokana na mikhalafa aliyonayo ikiwemo kushirikiana na mapote mapotovu kama maibadhi. Je, amerejea na kutubia kiasi cha kufungua ukurasa mpya wa ushirikiano naye? Anaitwa Saifullah wa Tanga. Naam, taarifa alizotoa muulizaji zina ukweli kiasi kikubwa. Mm-hmm. kwamba kweli kum, kwanza ifahamike kwamba kulikuwa na makubaliano ya wanasuna wa Afrika Mashariki mm. kufanya kongamano la kielimu kwa maana ya kuwaita watu kutoka sehemu mbalimbali, iwe ndani ya ule mji wa kongamano au nje, waje kunufaika na mashehe mbalimbali unaotoka nchi za Afrika Mashariki Ndiyo. ilikuwa imejumuisha Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na baadhi ya wakati wanakuja mpaka Kongo. Sema mm. Kongo kwa sababu ya matatizo ya kiamani kule mm. huwa mara nyingi hawaji. Mm. Lakini hizi nchi nilizozitaja nne nne hizi huwa wanashiriki. Ndio. Sasa mwaka jana tulipofanya kongamano, huwa tuna kawaida kabla ya kongamano kwisha ana, wanaulizwa watu wa kutoka zile nchi. Nani mwaka huu atabeba uh, jukumu la kuandaa kongamano? Sasa mwaka jana walipata ghera kubwa sana watu wa Mwanza, mm. kwa sababu walikuja watu wengi kutoka Mwanza Zahe pia mm. wakasema, kwa kifua kwamba bwana safari, sisi safari kongamano tutalibeba sisi. Kwa hiyo wakenda wakakaa kama ilivyokuwa hapa, tuna taasisi nyingi za sunna, lakini answari tuliamua kujitolea ndio, kwamba sisi tutabeba, Ndiyo. uzito wa kupokea wageni na wahadhiri na kila kitu. Kwa hiyo kule Mwanza kukawa na na, na, na taasisi moja ya wanasuna inaitwa Safina, ndio unaona mm. kwa hiyo wao walipofika kule mwanzo wa mwaka wameanza kufanya, kufanya maandalizi mm. hivi karibuni sasa ndio wakaanza kutoa matangazo kutaja tarehe. Nafikiri itakuwa mwezi wa sita tarehe ishirini na saba ishirini na nane ishirini na tisa kama sijasahau mm. wakawa wanatoa sasa matangazo ya mashekhe watakaohudhuria ndio naona mm. kweli, tukaona mashekhe lakini sasa kwenye magrupu yetu tulikuwa na hadhari ya ku mpaka tupate mtu tunayemwamini ndio tunatangaza mm. sasa katika bahati mbaya ni kwamba tulikuta kuna tangazo la shekhe aliyetajwa hapa shekishki, mm. kwamba atahudhuria, mm. hili kwa hakika lilitufanya tuache hata kutangaza. Mm -hmm. Kwa sababu msimamo wetu uko wazi, sisi hatushirikiana na huyu bwana pale ambapo alipokwenda kushirikiana na watu ambao ni wa, kwa sababu hili kongamano la wanasua unaona si eti la waislamu kwa ujumla Jio. wakati huyu bwana alitangaza kwamba anashirikiana na maibadhi anawaona ni wenzawe katika, katika dawa kwa hiyo anaweza akashirikiana mkono kwa mkono mpaka Pepo. akafanya mambo mengi ya kuonyesha kwamba bali mpaka sasa na msimamu wake ule ule ni juzi tu nimesikia hutuba ya Ijumaa anazungumzia um, umuhimu wa waislamu kwa kitu kimoja bila kujali madhehebu. Sasa ukizungumza lugha namna hii, sisi wana sunna, kwa nini twasema ni kongamano la sunna? Kwa sababu tunaamini tunazungumza jambo ambalo halisi ni la Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunajiepusha na bidaa. Kwa hiyo tunakataa kuwakaribisha watu watakoeneza bidaa. Mm. Au hata kama kueneza bidaa kumleta mtu anafahamika mtu wa bidaa, inafanya watu waone kwamba hawa watu wamewakubali hawa, mbona tena wamewalika mm. Sasa huyu shekhe aliyetajwa hapa ana tabia ya kushirikiana na hawa watu wa bidaa, unaona mm. na mojawapo ni hiyo, liko wazi likuwa mm. kwamba ameshirikiana na maibadhi, wakati sisi tunaamini watu wa Sunna, sisi na maibadhi kwa upande wa itikadi tuna tofauti tena Mbisa kubwa Jio na sisi tunasema bidaa zao ni mkafira. Kuna mm. baadhi ya mambo ambayo tunaona kwamba wao hawako kwenye mstari wetu, hatuwakufurishi mm. lakini ni watu wa bidaa, twalisema wazi kabisa. Kwa hiyo sasa kumwita mtu huyu wakati sisi tulishahadharisha huko nyuma, hatutomwacha kuingia kueneza fikra hizi mm. Sasa vipi hawa wenzetu wame, sasa mle ndani kuna baadhi ya wawakilishi wetu sisi watu wa nswari, tukawahoji mm. Unaona kwamba mbona hivi, mbona matangazo hayo? Wakasema wacha tuulizia. Ndio uulizia. Sasa yule mwenyekiti, nimesahau jina lake, liliandika mwenyekiti wa ile taasisi, alivyojua kwamba shekhe analiuliza hili swala, akatafuta njia ya mawasiliano. hivi ninavyokuambia, leo kwenye milango ya saa tano unusu, nimezungumza naye kwa simu. Ndiyo. Kuna mtu alimtuma aje kunieleza ambaye ni mtu ambaye anazoea kwenda kule Mwanza, kuja kwanza kuniomba radhi, ndio unaona mm. kwamba shekhe, wewe ndio ambaye uli ulitukubalia tu, tu, tupokee hii dhima ya, ya kongamano, lakini twasikitika kwamba kuna kijana wetu mmoja wa mambo ya mitandao Kabla hata mimi sijamuidhinisha, kaenda katangaza tangaza tuma kutoa majina ya mashekhe, hata wanyema barua hawajapelekewa. Subhanallah. <laughs> Unaona eh? mm. kwa hiyo bwana, tumemkemea yule bwana mm. kwa hiyo hilo tangazo halipo. Asante. kwa maana hiyo shekhe, njoo pamoja na watu wako wote mm. hatutokuwa na watu sampuli hiyo katika kongamano ndio, mm. nimewaamrisha sasa vijana wa wa, wa, wa dawa kwamba walitoa hili tangazo liwe rasmi kabisa, kwamba kuanzia sasa tunaruhusu watu wetu wanasuna wetu wote wa taasisi ya vijana wa Ansari mm. wajiandae mm. tutakotu... na msafara wa kuelekea nafkiri, tutakuwa inaweza ikazungumza sasa, na pengine shekhe Samani mwisho sasa wa, wa, wa kumkata shekhe huyu. Naam, ah si tulisema kwenye ile barua mm. pindi akirudi katika njia sawa. Ndio. Baba, ahlan wa sahlan mm. Namkaribisha. Sisi hatuna tabia kama majadida mm. Tukimkata mtu mpaka afya akirudi katika njia sawa. Jamani, kweli kuna zalla mm. unaona litedeza kidogo e, lakini sasa akiendelea na inadi na nini, tutabaki hivi hivi mm. mm, dawa yetu inakwenda kama kawaida na sio yeye tu mm. Hata hivi sasa kumeanza kujitokeza tokeza mashekhe wanaojinasibisha na Sunna wameanza kuingia fani hiyo kuna shekhe twamjua sana sisi kijana mm. ameanza kufanya makongamano kishirikiana na watu wa bidaa tena, vingungi vya watu wa bidaa Afrika Mashariki, subhanallah. Huyu kwa hakika katuacha katika alama za kuuliza, wala hatuna hamu ya kumwita tena hivi sasa, subhanallah. Kwa hiyo liwe ni onyo kwa kila shekhe anaojiita kwamba ni mtu wa Sunna mm. Akiwa na mifumo hiyo, wala asitake kuja kwenye taasisi yetu wala misikiti yetu mm. Hatuwezi kukubali kabisa. Sisi kama tunataka umoja huu uliokuwa feki mm. umoja Wahabi, Nabili, wa Habiri Nabili, tungewaita Mashia, Mabohora na nini wote mm. wakazungumza. Na kama kweli watu wanataka umoja, mbona kuna misikiti ya Shafii? Mbona kuna misikiti ya Ibadhi? mm. mbona kuna misikiti ya Bohora? mm. waende. huyo shekhe mkuu anajiona yeye aambie, jamani, sasa futeni kwenye misikiti yenu msikiti wa Bohora na sote tusali pamoja. Atakiingia kwenye msikiti akuta bohora ndo anaswalisha aswali, akienda kwa ibada aswali, akienda kwa mashia aswali. Tufanye ni hivyo, labda. Sasa je, <laughs> dini inaturuhusu <ito. laughs> Khairiyya online tv, kisima cha maarifa na burudani.